Adija, mwanangu, yaani ujue mimi mama yako, ujue mimi nashindoga kumuelewa mambo yake. Kwa sababu gani? Ee, namwambia aaabia, jamani mimi nalaji na watoto sebuleni sio mtu mzuri. Yaani mama mimi siko hapa nanamchukia. Yaani mama si si ya eh, si mimi anipendi. Yaani mama siwe mimi alibadilishwa ushitaji. Ndio. Mamako wewe akupendi akutaka, atakukuona. Anaambia ni wewe bwana yule ndio atakao wompige matukio ndani huko. Yaani ndani basi poe. Ndio maana mimi unajikuta na mimi mwenyewe. Si unajua mimi nina akili za kushikiwa na mimi najiingiza pale pale. Yaani hadi mimi mamako kila nikimwambia sisi maadili ya Kitanzania eh, si mimi siruhusiwi kulala pale eh. Mtoto wangu yule Adija, mimi ni mtoto wangu, mtoto wa kaka wangu tumbo moja, sio kaka wa kuadapti au kaka wa kuungaunga mtaani, kaka wa yari. Ah, ah, yule mimi ni kaka wangu tumbo moja. Mimi nalalaja vile naye iko na bwana wake, mimi najua mimi nampenda kaka yule. Ndio hapo mimi ninaposhangaa, shangazi, nasema shangazi, vipi mbona nalala hapa wakati kuna kulala chumba cha Aziza chumba cha mama, mbona kang'ang'ania hapa? Ah, yeye, yeah, hataki nikima basi mimi nilale na Aziza huyu eh? Kwa sababu Aziza, mbona yeye hana mtu yoyote, hamna kale nao pale pale, na nami napita nakatania kwa mole mole, na mimi sikatai yangu. Yeye akasema mimi ni nani, nikakataa. Yaani mama, mimi si kwa nini ananichukia, yaani hajawahi kunipenda hata siku moja, yaani mimi kila ninalofanya baya, yaani hata sijui mama, mimi nimemkosea nini? <laughs> Majuto, ah, majuto na kuchekea kinafiki yaani, ukisikia kuchekea mtoto wake kinafiki ndo mama yako, na nakuchekea kinafiki mimi. Mambo mengi ninayoyafanya humu ndani kuhusu bwana wako yule, sio kama mimi ni akili yangu, yeye ndio ananifanya kunishawishi, hmm. Alafu jamani, sasa haya aloniambia Aziza ni ya kweli jue, mi napita nikitafakari. Jana mimi nimekaa naye mchana. Anaambia shangazi na maongezi na wewe. Yaani mpaka nikauza kwani Aziza wewe je? Mimi mimi shangazi kuna kitu kinaniumiza ndani ya nafsi yangu. Shangazi mimi mimi sielewi. Unajua mama yetu sisi ni mchawi. Nikasema Mungu wangu. Mama yenu ni mchawi. Nikamwambia wewe sasa mbona unaongea maneno makali kiasi hicho wewe? Unajua yule nisiza kaniambia eh, uliona sisi hapa tulipo. Ndio maana dada yangu pale Adija unavyomuona, apate bwana wa maana bwana anampata yule bwana, hata kama yani anataka kumuoa lakini anashindwa kumuoa. Mama kila siku anapita kinloga yule kaka wa watu, ili si asimuoe. Kwa hiyo mambo ubaya huu yule ndo anafanya ndoa yako ikawa imekuwa ngumu. Mungu wangu, mama yako ndo anataka wee usiolewe na bwana yule, yani hataki hataki, akini anapita kichekea, anaba hamna, amna, amna mi ntatoa hela ya kula, amna bankwangu, kama ana mi ntatoa muongo, bibi yule mwanga. Ndo maana pia ndogo wako Aziza hapati mabwana mimi ashangazi, mimi siolewi? Mama natuloga sisi, mimi na dada, anatuloga? Kwani mama anatufanyia? Yani ameongea mpaka ametoka na macho. Jamani, kwanini wifi yangu anaamua kuwaloga nyinyi watoto? Jamani, kwanini ananini? Kwani huyu ukigagula mtu huyu, jamani, mbona yuko hivi? Jamani, wifi yangu, lakini mimi hata siamini. Kwa nini mnanchukia nani? mama yenu, nyinyi mna nini? hmm. Kwanicuki shangazi, hayo mama kwanza, yani ndo nywi nywi nayasikia kwako, hey. Umesikia? mimi sio nimekuambia maneno hayo basi, ndo nakurupuka ndo kumwambia mama yako, kumuuliza mama yako. Mimi mimi nimeongea tu na, wala Aziza usimuulize maneno hayo, kwa sababu yeye alikuwa anaongea kwa mapenzi na kujionea imani yeye mwenyewe. Wewe jifanye kama kujatokea kitu, umenielewa? Yani wewe usijali shangazi, hapa hapa na tutaacha hapa, ila mimi nitafanyia kazi na nikijua ukweli ndani pata chimbika maana haiwezekani <laughs> shangazi, ukweli utajulikana tu. Acha nayo mambo hayo bwana, acha nayo Usifanye hivyo, usiyachunguze wala usimuize mtu yeyote. Yaani, unajua mimi mimi, unaona mimi nimepitia mengi mimi, ninakaba wifu yangu alinenea maneno yaani hivi, ninasikiliza iishse kumuiza hata siku moja. Ndio hivyo ndugu, yaayadijawangu jamani nimeficha nini mama? Wewe usijifanye ujielewi. umeficha wapi huo ushahidi mwanangu? nimetoka hospitali leo hii, huo ushahidi ni upate wapi? wa ushahidi wa nini kwanza? Wewe naomba unipatie huo ushahidi sasa hivi ninavyoongea, la sivyo nitakurudisha hospitali ulipotoka, na awamu hii ukienda hospitali unarudi u mndani ukiwa kwenye jeneza. na kuuliza umeficha wapi ushahidi nini ushahidi gani? Nakuja na naniambia ushahidi, ushahidi wa aina gani? Mimi naekupa? Wewe usinitanie mkwe, mimi ni mkwe wako mwanangu. Sina ushahidi wa aina yote. Ngoja nikwambie kitu, huo ushahidi ukithubutu kumpatia mume wangu, kitu ambacho nitakufanya hata mwenyewe bado sijajua nitakufanya nini, ila nitaushangaza ulimwengu. Naomba unipewa ushahidi Unafikiri mimi naweza nikakubali ndoa yangu ikabomoka kwa sababu ya ushahidi wako? Humu ndani, muda huu tuko wawili tu, mimi na wewe. Nina uwezo wa kukufanya kitu chochote kile. Umeficha wapi? Ningejua mkwe wangu, Mungu roho yangu kule hospitali angenitoa roho yangu hmm. kule kule hospitali singerudi. hiyo sala ambayo unamuomba Mungu sasa hivi umechelewa sana. Nadhani ungemwomba kipindi huko hospitali maututi, angesikia kilio chako na muda huu ungekuwa tayari ushakufa. Si ajabu hata na msiba tungekuwa pia tushamaliza. Umeficha wapi? Hebu nipe bwana. Nataka kunifanya mimi mjinga hapa. Umeweka wapi? Umeweka wapi? Wewe. Eh, halo. Umefika wapi? Aya, sawa, nakuja. Natoka. Ukiniona nimerudi tena kwenye hiki chumba, nataka huwo ushahidi umenisikia wewe? Paka alo hivi. <coughs> ndugu yangu kwa amna hata shughuli jamani, leo nimepoza hakuna hata shughuli, afu maisha yami sijayazoea. E, basi kama kuna kishughuli uko niambie, mwenzoni kucheta cheta hata kidogo, yani mwenzoni maisha bila shughuli siwezi Eh, nije tukucheza cheza tu yani. Ni njoi tu na shua, bila shughuli siwezi. Aya basi, shogangu nakuja sasa hivi, nakuja hapo. Aya, poa mwanja, yani nikoko niko huko, nasikia sauti yako, nikasema jamani, kwani uko unapigana au kuna mtu kapatwa na upunguani wa akili? Kumbe wewe si unajua, shangazi moto, mambo ya pambe ya mjini. Haya jamani, unamenipa <gibu> <gibu> kwanza. Mimi kilicho ni shangaza, yaani nimekaa ndani ya miaka michache tu, na kukuta mtoto wewe una matatu kila kona. Haya nikasema, nikae huko miaka ya 30 au ni update miaka 40 nikae huko sitakuta kama gazeti mwili wako wewe, shangazi moto hii pambe ya mjini, mambo ya matatu, mambo ya mtoto. Mjini lazima uwe na tatu, kama sio ya bwana wako, basi ya jina lako, ya aka eh. Hey. Hey. Sasa mwanja, sasa kama mimi ninatembea nchi mbalimbali, zinatakiwa ndio na matatu kila kona. Yani shangazi yangu, hata hata huko Tanzania huko, mambo matatu ndio kila kitu. Hebu kwa shangazi yangu kukaa hapa, kwa nini hatujaonana siku nyingi? Yani, tuna mambo mengi ya kuongea kwanza. Hey. Hebu badilisha kauli yako wewe, wewe mtoto wewe, hivi unavyoniona mimi na hasi ya kuitwa shangazi, mambo ni hayo siku siku nakula kuku. Ujue sisi tunaishi Marekani, wafanya biashara wakubwa wakubwa, kwa siku tunakula kuku wa kienyeji watatu. Hapa nimepungua, hapa nilienda jimu nikapungua, hapa najiona mwepesi kweli. Mimi sasa ee, hivi mimi, mimi naishi majuu, nafanya biashara mimi, mfanya biashara kubwa mimi, nawafundisha watu na semina za kuwafundisha watu kuhusu mambo ya ujasiriamali. Ukisikia mwanamke wa kwanza Tanzania ujasiri ya mali kawafundisha wanawake wenzia ni mimi. Shaga zangu mbko vizuri eh? mimi sio shida zangu nata, samahani mwanja, samahani sisi matajiri aga tunaitaga maanti. Sasa wao wanang'ania tu shangazi shangazi. Masikini ndo mnaita na mashangazi. kwenye shughuli mwiteni shangazi wa kijijini. Mimi anti mwanje, uh, tutagombana anti, anti, uh, anti anti, anti, au lichi anti. Hebu jaribu kunita hata lichi anti kidogo. Kwani wewe nani aje kuambia ziza moto akaja niambia chochote mimi aziza moto. Hajakwambia kama mimi nimekuja hapa nimekuja na mabodyguard wa maana sana. <coughs> Nimekuja na mabodyguard nane. Nimefika na wapi? Yaani mbona nyinyi mpendani, nyinyi jamani maskini nyinyi wapendani. Vitu kama hivyo ndakwenda ndivyo kukuambia kwamba shangazi yangu amekuja, shangazi yangu sasa hivi kajipata ana hela. Kaja na mabodyguard nane. Wengine wanne wamekaa huko, wanne wamekaa huko. Mimi niko katikati. Sasa shangazi na wewe. Sio shangazi, sema aunti na wewe. Aunti na wewe. Mm-hmm. Hao mabodigadi nane wote wa nini? Jamani, watu wenye pesa. Wao tunatembea na mabodigadi. Wao waone kina Monaizi, waone kina Monaizi kina Diamond yao. Wanapita kitembea na mabodigadi kukulu kukulu. Yaani, wa semu za maana wana mabodigadi. Semu sio kwa na maana. Wao shangazi, mtoto mzuzu mtoto mdogo hata na mabodigadi ijekuwa mtu mzima. Hao mabodigadi mnalaza hapa kwa mamoto eh? Kukoma moto pale pana nuka guba guba, kabanda la njiwa. Nikaa lazima bodyguard wangu kwenye nyumba za ufuo, mimi mwenyewe silali hivyo. Unajua kama bodyguard zangu wao wanalala chumba kwa siku laki tano, wao unalijua hilo mimi mwenyewe nalala chumba cha milioni. Chumba changu kina seble tv pale, video mara nimemwona anodi, mara namwona vandame, kwa sababu wale akina vandame na waonaga, napenda gaka kuona hivi kwa sababu ni tuna watu tunaofanya nao biashara. Nitaka nishangaze shangazi yangu, lazima bodyguard kwa shangazi yangu. Nataka nishangae anti yangu. Mbona unanishusha vyeo jamani? Hivi mafukara wakoje? Basi nitaka kushangaa anti anti yangu. Mm -hmm. Wala lazima bodyguard kwenye chuma cha laki tano mwenyewe kale kwa ziza moto kweli. Nitakuwa na mko kungunguni zile. Kutwa micharuko ni mimi nitakuwa ni relax. Na ite wenyewe apende kilele na watu wenyewe. Ee. Ee. Eh, eh, watu wenye hela wanataka watulie, wapumzike. Basi shangaa. Wa glow. Eh, ila tunu. Hmm. Ah. Bwana huko mbali bwana. Ila hata sitokaa sana. Unajua huku ni mbali sana. Muda mwingi nimeupoteza njiani mpaka kuja kufika hapa. Hapa nimesimama nikolelelele. Tuzungumze niondoke. Na mambo yananisubiri huko. Hebu <laughs> kwanza kabla ya yote. Mchango wa msiba wa Amina umewasilisha kweli? Mhm. <laughs> Uh -huh. Mbona nimeshawatuma tayari. Vizuri. Sasa ngoja nikwambie kitu shoga yangu. Hapa ndani leo tuna uhuru wa kuzungumza. Na kutuko wenyewe. Kanje ametoka. Anifa na yeye hayupo japo atarudi baadaye, ila huyo mama bado anaendelea kukoroma humo ndani. Ndugu yangu, mimi hata sielewi sababu ya kuhama kutoka kule kuja kuishi huko. Ni kwa sababu ya mama, yaani mama amekuwa akisumbua, anadai chakula, anasikia kiu, anadai mpaka maji ya kunywa. Kuna wakati unaweka vitu ndani, akiwa na hasira anavunjavunja yule bado hajawa msukule kamili. Hajakatwa wa ulimi yule anakuwaje msukule sasa? Yaani yule pale alipo yupo kama mimi na wewe. Anahisi njaa, anahisi kiu kama kawaida. Upo. Bado hajakatwa. Alafu wewe mpaka sasa hivi mnasubiri nini? Kwa nini wewe na mtaalamu msimalize ile swala? Eh? Mnasubiri nini? Kweli mpaka sasa hivi wewe fanya masiara. Tunu, mkifanya masiara akatokea mganga mganga aswa ama mchungaji kabisa ambaye anamjua Mungu. Huyu mama anarudi. Upo. Sema tu ni vile atakuwa akili zake haziko sawa. Ila anarudi. Hamjamkata ulimi, anasubiri nini? Malizeni hii swala. Zawadi. Eh. Mimi nalimaliza vipi bila huyo mganga? Mganga mwenyewe simuelewi mimi hapa nilipo. Kichwa changu kina vitu vingi. Yaani kama hapa sasa hivi mimi navyoongea na wewe sijui kipi nifanye, kipi niache naangaika na, na mambo ya mama kuweza kuweka vitu sawa mimi, mimi natakiwa niangaike na swala la kuweka nguvu za kiume za mume wangu. Sijamaliza hivyo vitu bado. Sasa hivi kuna mambo mengine yametokea, siyaelewi. Yaani ninavyoongea mimi na wewe hapa sasa hivi, mama mkoo wangu nina wasiwasi wasi, ana ushahidi wote wa mabaya ambayo nimekuwa nikifanyia. Shangazi. Mhm. Basi na mimi nitafutie mchumba huko tuondoke, maana maisha yamenichosha. Nikutafutie mchumba. Haya, na bwana huyu naye. Unampeleka wapi? Au tunaenda naye? Mimi nishaachana naye. Mwana mwenye, yaani kwanza najua tayari tatu yenyewe. Nataka ni nika nani kachole hapa itoke. Okay. Mimi nitafuta tu mchumba huko tu ndokote. Na mimi nataka ni nafanya biashara kama wewe, ninarudi kama wewe. Yaani kwanza nikienda huko, nikirudi huko. Hey. <laughs> Wewe acha ni sipi itakuaje? Na mimi nilikuwa pambe. Yaani wewe mimi nakuchukua hapa kwanza, nakupeleka Marekani kwanza, uondoka vuliwe gamba. Malaki una ngozi ambayo haieleweki. Kwani wewe jamani unatumia lotion gani? Wanavuaje gambanti? Ujui. Yaani wewe wewe <gülis> ni wewe ujui. Kule unavuliwa kama unaingizwa kwenye mashine. Unatolewa ukitaka. So, sio wewe ukifika kule manyonyo yao una, unakuwa na una chuchu saa sita. Sio umenielewa? Manyonyo yangu pambe, lakini mzio. Bibi wewe, naona mimi nisongee sana nikafanya kujichosha na kwa sababu nikakae kwenye AC. Kilicho nileta hapa. Aziza, moto mwanangu ameniagiza. Kaniambia, bwana pacha wangu twini wangu bwana, anti yangu, hebu nitaka nichukulie la huko mwanja. Nikamba, sasa bwana mimi jua hili kali jamani, mimi unajua brand hapo utapita kiniona ona. Nikamba ah, ngoja ni veki kijola iko, unajua mimi kule nishazoea kuvaa magoe ya maana. Nikavaa, ndo nimekuja nitaka uo nzigo nimpelekeze, nikapumzike kwenye hisi. Sasa nitaka niende niende na koko kwa nikale nini mishikaki, sijui samaki wale. Huku samaki na sisi kama wana adapti. Sasa shangazi mzigo gani kwangu chepe? mimi amenituma wewe mzigo huo kusema kwamba wamba ana bwana yake, si yuko wapi? sio tumia vijila, si hela yangu yeye mwenyewe yu. si unajua yule pacha wangu angale tuliofanana, shangazi? kama shangazi kakaako akizaa mtoto ufanane naye hata kawa wamwisho na ufanane naye atini wako

China, nisikupeleke kabisa? Sela gani jamani? Mimi hela hii hii sinampa mtu ampeleke mbwa wangu hospitali. <laughs> Yaani shangazi, naona vituko bwana. Wewe unajua tuko chini hapa, hapa tuko tuko Tanzania. Tanzania laki moja nyingi sana hii. Yaani kunisumbua DJ Moto muda wote wa shangazi yangu kanichukulie hela kwa mwanja, kanichukulie. Yaani kwa, kwa nini mnatembea na wanaume wasiokuwa na hela? Yaani mwanaume ndani ya wiki mbili anatuma hela hii. Hela hii bei gani? Hebu. 1 2 3 4 laki na hamsini mimi laki na hamsini, mimi na mba bodigadi wangu akaeke vocha shangazi, umeona hii hela

<laughs> Unajua, adi mimi tangia ta, ta nimefika hapa, yaani nikoko naongea Kiingereza. Nilivyoingia jamani, nilivyoingia ntau Kiswahili naonake, si upo. Mimi nipo. Unajua mimi nilikwenda, ni kanikuadisia kitu nimefanya kusahau. Unajua mimi ni kabla sijaja kujizia, alikuwa na shughuli Yo yo. E. Hebu funa, mm -hmm. Pata picha mfano, Kanja amekuja amejua, mimi ndo yangu itakuwa wapi, sindakua nimeiteketeza, utafikiria kibanda cha nyasi ambacho kinaunguzwa na njiti moja ya kibiriti tukalala tu pale kitandani. Hana analojua, hana analofanya. Ushahidi gani, Zawadi? Huyu mama alikuwa atumii smartphone kabisa, na siku ambayo mimi nimemwona ana simu ni siku ambayo nilimtamkia maneno mabaya kupita kiasi, na siku hiyo hiyo ndio siku aliyozidiwa, na alikuwa akiongea na Kanji anatamka tu ushahidi, ushahidi. Mimi sielewi. Msubiri tu, nitulia kwanza. Tulia. Wewe, mama yako si ulimuona ya mwenyewe? Si uliweza? Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Tu nijiongeze. Kama uliweza kufanya kwa mamaako, unashindwa kwa huyo? Mama mkwe. Eh? Mama wa mume wako. Yaani mtu amekaa anakupotezea amani, anakupotezea furaha yoyote ya maisha yako na mume wako uishi vizuri; unaishi roho juu kwa wasiwasi. Etikisa mama mkwe. Afu unamtazama una unacheka naye kwa nini? Maliza shughuli. Yaani nimuue tena na huyu. Tono, umeanza kuingiwa na huruma kiasi hicho sasa hivi? Hivi unawezaje kumhurumia mtu tu asiye kuhurumia wewe? Mtu hana huruma na wewe. Wewe mwenyewe hapo ushaniambia sasa hivi roho juu naishi na wasiwasi, najua na maushaidi. Sasa kama vyote hivyo unahisi anavyo unavyotegemea, hii itakuacha salama na kanji akija kujua kama hakujua toka mwanzo lile swala la wewe kumtoa mama aje ajue swala ile leo atajuaje. Nani atakuja kumwambia eh? Tunu, changamka hamka, usikubali mtu akawaribia maisha yako. Unamtazama mtu kalala hapo bado anafanya vitu vya kukera, wewe unakaa unamtazama unacheka chana na nini eh? Kanji hata kuja kujua kitu chochote, wewe maliza maliza, uishi kwa raha, uishi kwa furaha na mume wako. Kila siku, Tunu, mimi rafiki yako huwa nakupa ushauri mzuri eh, ushauri wa kufanya wewe kwenye maisha yako na ndoa yako ukae kwa amani. Unazubaa Tunu, kwa nini unazubaa sana wewe eh? yaani kwa nini unazubaa zubaa, amka! Yaani amka. sijui kimelala una shida yani gani wewe rafiki yangu amka, maliza maliza, shangaa hivyo hivyo, endelea kushangaa Yaani mama, leo nimekuja na raha kama zote ninavyomuona kijitu fulani kinatoka mundani na mabegi yake, kinarudi kwao kijijini huko, katambe huko mbele, kituachie nafasi. Yaani leo tunakula pilau mama. Na kimziki kwa mbali, ebu fanya kama unaona mamangu, hebu eh? nipatie huo ushahidi, nataka nikamthibitishie huyo mwanao aone ubaya wa mke wake, ili siku nyingine tukimwambia ndugu zake atuelewe, atulewe tunaongea nini. Nipe mama ushahidi, mwanangu. Nilipozidiwa siku zile, ushaidi sivoni, saa itakuwaje? Mwanangu, sielewi kabisa, isijekuwa michezo. Simu akaa nayo tu, kaja hapa nakwambia, anafuka, anatafuta kote kote, atazame ile simu apate ushahidi. Hajaiona sema, sio mbaya akijaribika kitu wewe akija kukuuliza, endelea kuwa hivyo hivyo, ujui uelewi kitu. mi nitajua namna gani? naishi naye, najua jinsi ya kudili naye yule. Sawa mama. Sawa mwanangu, lakini endelea kujaribu kufikiria, labda mara ya mwisho uliweka wapi au iko wapi, maana bila simu sisi hatutoboi. Sijui kwa kweli. Majuto, roho inavuja tamu Niliwasha moto wa tamaa moyoni, nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasahau wale waliokuwa karibu.